Okay, bado tunapitapita pita na kukusanya views za watu mbalimbali kuhusiana na vijana kwenye kampeni yetu ya tunazo akili tunazo nguvu, pamoja tunaweza. Mimi ni mshindi, wewe ni mshindi, kwa pamoja sisi ni washindi. Sasa nimepita hapa soko kuu kwenye biashara ya kuku, nimekutana na msimamizi wa hii biashara. Sasa natamani pia nae nipiganee story mbili tatu, na kumuuliza ni changamoto, mafanikio na vitu kama hivyo. Mambo vipi? Safi. Mzima. Mzima. Kwa majina naitwa Mathias na Sania, Mathias na Sania, na Sania, okay. Hemu, kwanza kabla sijaendelea natamani kukuliza swali la kizushi, kijana, umri wake unaishia miaka mingapi? Umri wangu unaishia miaka 28, ndio kijana yani kijana yani mtu kijana, mtu ambaye anaitwa kijana, je, umri wake unaishia miaka mingapi? Yani huyu ndo anajulikana kama kijana, ujana wake umeishia hapo kijana umri wake unaishia miaka 45. 45 ndio kijana miaka yake naishia hapo sasa. Mimi natamani kujua kwa sababu unaona kidogo biashara inaendelea vizuri na kuku wengi. Kwa kwa kuku wengi ko, nilitamani kujua mtaji wako wa kuku ulianzaanza vipi? Je, ulianza na kuku mmoja ama ulinua labda kwa mkupuo? Ah, kwangu mimi mtaji wangu ulianza na kuku mmoja mm, kwa kumfuga mimi kama mimi, Niliamua yeah, kumfuga kuku mmoja mm. Tena alikuwa tu ni kifaranga hata wala sio kwamba ni kuku mkubwa sana, mm -hmm. nika kifaranga tu nilikanua shilingi elfu tano mm -hmm. nikaamua kukafuga kakakuwa nika mm -hmm. nika na kakapandwa na jogoo wa majirani, maana kalikuwa ni kenyewe kajikecho yeah. nika kakawa kametotoa vifaranga kama, kama kumi hivi mm -hmm. viwili vikawa vimekufa vikabakia sita, vikakuwa vilivyokuwa vile sita mm -hmm. na yule mamao vikawa saba Nikaamua kuviuza vile sokoni, nilisudi kuendelea na nini na biashara yangu hii ambayo niliyokuwa nime plani kuifanya. Nikauza wale sita, nikamwacha yule mama akaendelea kufanya nje, akaendelea kutaga, akataga tena akatotoa, akatotoa kama kawaida yake, akatotoa kumi na tatu akavu. Sso vikawa vinane yule mama yake okay. Nikauza na vyenyewe nikaja kuja kuchanganya huko kingine ambako niokuwa tayari nimeshauza vile sita mm. Nikachanganya na vyenyewe mtaji wangu ukakuwa okay. Kidogo. Sasa wewe, kama mfugaji wa kuku, sindio? Naona watu wengi huwa sana wanalalamika vifaranga vinafariki ama kuku wenyewe. Kwa hiyo ni matatizo gani ama ni ugonjwa gani ambao sana sana huwa wanapata kuku mpaka wenyewe? kwa hivyo Yani, magonjwa ya kuku yapo mengi, ila sema kuna magonjwa ambayo unakuta kuku yanawafanya ya wanakufa. Mmoja, magonjwa ya kuku, labda kuna ugonjwa wa ndui, kuku anakuwa amevimba kwenye macho macho -macho e, na kuna mafua, kuna vidonda, unakuta kuku huku sehemu ya kujisaidia ame, ame, anakuwa mwekundu ule, yani ule ni miongoni mwa ugonjwa hatari sana ambao unawafanya kuku wana, wanakufa na unatamani labda biashara yako iwe kubwa, yani ya hivyo yani iendelee zaidi, na labda umeplani labda kufungua labda nyumba ya kuku ama na vitu kama hivyo. Mimi mimi mimi mimi nisema kweli, nimepanga wana biashara yangu iendelee kuwa kubwa, hata mwisho wa siku kama ikiwezekana, Mungu akijalia hapa Sengema tukawa na, na changa nyikeni ya watu wengi wanafungua yeah. taka abucha Okay. Pia nimepitia video mbalimbali za watu ambao nimefanya nao mahojiano kuhusiana na changamoto pamoja na mafanikio ama kazi ambazo wanazifanya sasa watu wengi wameongelea swala la nidhamu. Wewe kama kijana unazoka kuwa na nidhamu katika kufanya kitu ambacho unakifanya, pia jitihada zako na umtegemee Mungu. Kwa hiyo wewe kama kijana unaweza, na wewe ni mshindi. Kwa hiyo uwe na nidhamu, jitihada zako pamoja na kumtegemea Mungu. Sasa mi sina mengi zaidi, tuende pengine na tuone views za vijana mbalimbali wanasemaje mbali,